Karibu tena msikilizaji wangu kwenye Taswila Mbili episode ya pili na msimuliaji wako Josef. Kabla hatujaanza, hakikisha umesubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili usipitwe na sehemu zinazokuja. Kijiji cha Dumasi kikaingiwa na hofu kubwa. Usiku wa manane, watoto wawili na mama mmoja mjamzito wametoweka bila dalili. Sauti za vilio zinasikika katika kila nyumba, wanawake wanashikilia watoto wao kwa nguvu, wanaume wanazunguka na mikuki, lakini hakuna dalili Wazee wa kijiji wanakusanyika tena kwenye baraza la udongo, wanaweka mifupa na mbegu za majani ya mti wa mizimu juu ya mkeka, wakitupa ramli. Sauti ya upepo inavuma ghafla, taa za moto zinadidimia zenyewe. Mzee mmoja anainua macho kwa hofu na kusema, nguvu za giza ziko katikati yetu. Wakati baraza linaendelea, Kofi anakumbuka macho mekundu ya Amina aliona siku ile. Anaunganisha matukio akilini mwake: kila mtoto alipotea, Amina alionekana akitoweka usiku. Lakini alivyowaambia wazee, hawakumwamini kabisa. Wewe kijana mdogo, unathubutu kumwita bubu ombaomba kuwa mchawi? Usituletee maneno ya upuuzi. Lakini moyo wa Kofi ulikuwa na uzito. Usiku ulipoingia, Kofi akaamua kwa siri kumfuata Amina akimtazama gizani alimwona akibadilika ghafla. Sauti yake ikarudi, hakuonekana tena dhaifu, bali alikuwa na nguvu kama simba. Alianza kuimba nyimbo za kishirikina: E, mizimu ya mababu, fungukeni leo na waletea sadaka mbichi leo. Mwili wake ulikuwa umechorwa alama nyeusi na shanga zake za zikimetameta kwa mwanga wa kijani. Amina aliingia msitu wa Ntumba. Miti mirefu ililia kama binadamu, upepo ulipuliza sauti zisizo za kawaida. Kofi aliendelea kumfuata taratibu, akakanyaga tawi, sauti ilisikika. Amina akageuka kwa ghafla, lakini hakuona kitu. Kofi akajificha nyuma ya shina la mti. Amina akaanza tambiko la damu, alimchinja kuku mweusi, akamwaga damu kwenye udongo. Moto mkubwa ulijitokeza wenyewe katikati ya msitu. Sauti za watoto waliopotea zikaanza kusikika, wakilia, wakipiga kelele, wakisihi msaada Kofi macho yake yalijawa machozi, lakini hakuweza kupiga kelele, hofu ilimkaba koo. Ghafla Amina akashtuka, macho yake mekundu yakamulika moja kwa moja mahali Kofi alipo. Sauti nzito ikatoka mdomoni mwake, si ya binadamu tena. Kwa nini unanitazama Kofi? huu ni usiku wangu. Sasa umeona taswila yangu ya pili, hutabaki hai kuisemea. Amina akaanza kumfuata kwa kasi isiyo ya kawaida. Kofi alikimbia kwa hofu, miguu ikikata upepo mizimu ikicheka, upepo ukipiga kelele, giza likiwa zito. Alipona moto mkubwa nyuma yake, akaanguka chini, karibu akamatwe, lakini nguvu ya kuishi ikamuinua tena. Kwa haraka alikimbia kurudi kijijini. Kofi aliingia kijijini akiwa amechakaa, nguo zimechanika, akitetemeka. Aliwaambia wazee kila kitu alichokiona, lakini wazee walitetemeka na kushikana mikono. "Ikiwa maneno ya Kofi ni kweli, basi hatuishi na ombaomba tu, tunaishi na nguvu ya giza." Usiku huo huo Amina alirudi kijijini kimya kimya, mikono yake ilijaa damu, macho yake yakififia tena kuwa ya mtu mnyonge. Wazee wakamtazama kwa macho ya shaka, hofu ikazidi kuenea. Taswila Mbili imezidi kuingia kwenye giza. Je, Amina ni mchawi tu au kuna nguvu kubwa zaidi inayomiliki mwili wake? Na je, kijiji cha Dumasi kitasalia salama? Baada ya kila mtu kugundua ukweli wa Amina, na kwan anawinda watoto tu? Na vipi kuhusiana na hiyo kafara, ni yan kwake? Usikose kujua kinachoendelea kwenye episodi ya tatu, kilio cha msitu wa Ntumba. Hakikisha umesubscribe sasa hivi na kubonyeza alama ya kengele, vinginevyo unaweza ukasahaulika kwenye giza la Amina.